Historia ya mchezo wa mpira wa miguu kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika katika karne ya ishirini haiachi kutaja mchezo wa mpira wa miguu kama moja ya ustaarabu ulioletwa na watu kutoka bara la Ulaya. Wareno wanahesabika kihistoria kama baba wa soka kwenye baadhi ya mataifa ya bara la Afrika ambapo utawala wao wa kikoloni katika mataifa ya Kevede, Guinea Bissau, Sao Tome, Msumbiji pamoja na Angola ndiyo uliyoyafanya mataifa hayo kurithi utamaduni wa kucheza mpira wa miguu kama sehemu ya burudani na mapumziko kwao, na mchezo huu ulianza kusambaa kwa kasi mapema katika karne ya ishirini. Sera ya michezo rasmi iliyoundwa na utawala tisa, tatu, na wa Estado Novo uliodumu kuanzia mwaka 1933 hadi 1974 uliwafanya Wareno kuendelea kufurahia mchezo wa soka wao peke yao na kuwanyima Waafrika kufurahia mchezo huo katika mashindano ama ligi zilizo rasmi. Hadi kufikia miaka ya mwanzoni 1960 ndipo nguvu za mataifa yaliyokuwa chini ya Ureno kuanza kuukataa utawala wa Kireno, na hapo ndipo alipofanikiwa kuanzisha vilabu vilivyo rasmi pamoja na mashindano yao rasmi. Angola ni moja ya mataifa ambayo yalichelewa kuanzisha ligi zilizo rasmi kutokana na sera ya kibaguzi ya watawala wao, yaani taifa la Ureno. mara tu baada ya uhuru wake, historia ya taifa la Angola inasema muunganiko wa vilabu vilivyokuwa rasmi ikiwemo timu ya kampuni ya mafuta ya Sonangol pamoja na klubu Atletico di Luanda ilipelekea kuundwa kwa timu ya Petro Atletico di Luanda mwaka 1980 ambapo mbali na mchezo wa mpira wa miguu ilipelekea pia kuundwa kwa timu ya basketball ya Petro Atletico kwa muunganiko wa ziada wa klabu nyingine ya tatu yaani Benfica di Luanda iliyoiga mfano wa klabu ya Benfica kutoka katika taifa la Ureno. Petro Atletico tangu kuundwa kwake mwaka 1980 inahesabika kama klabu yenye kuungwa mkono na mashabiki wengi zaidi ndani ya taifa hilo, ambalo licha ya michezo mingine inahesabika, takriban asilimia 40 ya wananchi wa taifa hilo ni mashabiki wa mchezo wa soka. Petro ilifanikiwa kulitawala soka la Angola miaka miwili tu mara baada ya kuanzishwa kwake ambapo mwaka 1982 walifanikiwa kutoa kombe lao la kwanza la ligi kuu ya Angola, na baadaye walitoa tena kombe hilo mwaka 1980 na na kufanikiwa kulitoa tena mara tano mfululizo kuanzia mwaka 1986 hadi 1990, wakilikosa kombe hilo kwa miaka miwili mfululizo kabla ya kulitoa tena mara tatu mfululizo kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 1995. Kabla ya kukabidhiwa rasmi jina la Petro Atletico, klabu hiyo ilifahamika kama Petro Club. Hadi kufikia wakati huu Petro Atletico ndiyo klabu iliyofanikiwa zaidi katika taifa la Angola na inashikilia rekodi ya kuwa na jumla ya makombe 40 ikifuatiwa na Primeira de Agosto yenye makombe 28 ndani ya taifa la Angola ikiwa ni utofauti wa zaidi ya makombe kumi na kuifanya klabu hiyo kuwa baba wa soka la taifa la Angola katika kipindi cha miaka yao takriban 45 kama timu rasmi ya soka. miongoni mwa historia bora za Petro Atletico katika mashindano ya CAF ni pamoja na ile ya kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuilazimisha Mamelodi Sundowns ya Afrika ya kusini sare ya goli moja kwa moja na kusonga mbele kwa wastani wa magoli matatu kwa mawili msimu wa 2021, ambapo mbali na hapo Petro Atletico alifanikiwa kuingia nusu fainali nyingine ya michuano hiyo mwaka 2001. Lakini katika nyakati zao zote kumi na mbili za kushiriki ligi ya mabingwa Afrika hawakuwahi kutoa ubingwa wa michuano hiyo huku akifanikiwa kutinga hatua ya robo fainali mara moja pekee katika msimu wa 2023-2024 huku msimu uliopita wakiishia kuondolewa katika hatua ya, hatu ya pili ya michuano hiyo. Petro Atletico wameshiriki michuano mingine ya Afrika ikiwemo kombe la Afrika la Kafu la wa washindi mara tisa pamoja na kombe la shirikisho Afrika zaidi ya mara saba, huku wakishikilia rekodi ya kufanikiwa kutinga fainali ya kombe la Kafu mwaka 1997 pamoja na kushiriki kombe la washindi la Kafu mara nne. Mapema mwezi Juni mwaka huu uongozi wa klabu ya Petro Atletico chini ya mwenyekiti wao Thomas Faria walimteua Muhispania Frank Artiga kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo, huku wasaidizi wake pamoja na benchi lake zima la ufundi likiwa na raia wa Angola pekee, ikiwemo kocha msaidizi Jose Nwengo, pamoja na kocha msaidizi Kristofao Mbala hadi Rodolf Muleka kama daktari wa klabu hiyo kutokana na ukaribu wake na mataifa kama Brazil na Ureno, Petro Atletico imejikuta ikiwa na wachezaji wengi kutoka nje ya bara la Afrika, ikiwa ni jumla ya wa wachezaji saba wa kigeni ambao wanatoka katika mataifa matatu pekee, yaani Brazil, Ureno pamoja na Honduras, huku wengine wote waliosalia wakiwa ni raia wa Angola. Historia ya kutisha ya Petro Atletico ya Angola ni ile ya mwaka 2024 ya kuwa timu ya kwanza katika historia ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa kutokuruhusu goli lolote katika hatua ya makundi ndani ya michuano hiyo. Pamoja na ubora wao katika ushambuliaji, lakini Petro anasifika kwa ubora wao kwenye safu ya ulinzi, licha ya kuruhusu magoli matano katika michezo sita iliyopita ya ligi kuu ya Angola, huku kipa wao Hugo Marquez akihesabika kama mchezaji wa kuchungwa zaidi ndani ya kikosi hicho kinachoshikilia nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu ya Angola, maarufu kama Barola huku wakicheza mchezo mmoja pungufu dhidi ya kinara wa ligi hiyo CRD Libolo. Pale Benjamin Mkapa hatoki mtu Jumapili hii. Kila laheri Simba, kila laheri Tanzania.